Amani ya rahmani upendo kudura neema yangaze popote pale ambapo e, yanasikika matangazo haya na kutazamwa ya Kishki TV kote ulimwenguni. Karibu sana mtazamaji, mwendelezo wa zoezi la kambi ya tohara kwa watoto wa kiume kwa maana ya suna leo ikiwa ni siku ya kumi tangu zoezi hili limeanza. Ni siku ya kumi kwa maana katika kila siku ambazo tunakuwa katika vituo, lakini leo ni kituo cha nane baada ya kufanya vituo saba katika siku zilizopita, ambapo jana tulikuwa pale tuangoma ngoma kilikuwa ni kituo cha saba, na leo ni hapa katika zahanati hii ya Mikwambe, Kigamboni Dar es Salaam Tanzania, ikiwa ni kituo cha nane. Mambo yatakuwaje? Mimi ni mwana malimashi, nyuma ya kamera yuko Omari Salum Nyanga. Hii ni zoezi ambalo Al Hikma Foundation ndio ambao wanadhamini eh, ofa hii ambayo inakutajwa kuwa ni bure, kwa sababu watoto wote waislamu na wasiokuwa waislamu wote wakifika katika vituo mbalimbali kabla siku zote. Na moja kwa moja, mtazamaji, muda huu twende kwa daktari Mwimbe Juma ambaye imekuwa ni ada yake sasa. Kabla ya zoezi hili kuanza, yeye hutoa maelezo kama sio maelekezo kwa wazazi, nini ambacho wanatakiwa kufanya. Hivi vipira vina saizi tofauti tofauti kwa hiyo kama tukimwingiza ndani mwanao kipira kikaingia, maana yake huyo tutamfanyia nini kwa kipira. Lakini wale ambao saizi zao ni kubwa, yaani saizi ya babu, sawa, ni kubwa, huyo tutamshona. Kwa hiyo anaweza akaingia mule ndani mtoto mdogo, lakini ukashangaa akachelewa kutoka, ni kwa sababu anashonwa. Lakini akaingia mtoto mkubwa, kwa sababu saizi yake ni ndogo, akafanyiwa haraka na akafanya nini, akatoka. Umeelewana vizuri? Tunapoenda kumfanya kipira, tunamwekea ganzi kuzunguka kwenye ile chululu yake. Ile ganzi na kawaida pata vimba ile sehemu. Kwa hiyo saini ya kwanza utakaiona kwa mwanao baada ya kutoka kule ndani, utaona chululu yake imevimba, sawa. Hilo la kwanza, na huo uvimbe hautaisha kwa siku ya leo uvimbe unaweza ukaenda mpaka siku tano mpaka siku kipira kinatoka, wewe isikushtue, uvimbe utakuja kuisha tu wenyewe peke yake sawa. So, saini so ya pili utakayoiona mwanao tutakuwa tumemkata kidogo pale juu, ile sehemu tutakayokuwa tumeikata, tutakushauri uo na mpaka Silverex cream, cream inaitwa Silverex. Kwa hiyo unakuwa na mpaka pale juu kuzunguka kwenye kiringi unampaka asubuhi na jioni, na unapokuwa unampaka hakikisha dawa uliyopaka asubuhi haikutani na dawa utakayopaka jioni. Kwa maana ya kwamba itakapofika jioni, safisha kwanza dawa ya asubuhi, ili uweze kumpaka dawa yako ya jioni. Tunaelewana vizuri? Huyu mtoto tuliyemfanyia kwa kipira ni mtoto ambaye ataendelea na maisha yake kama kawaida anavaa pempers kama kawaida sawa. Hata pengine atataka kucheza kama kawaida, kwa sababu maumivu yanakuwa sana sana ni siku ya kwanza, sawa eh? Ukimfanyia usafi vizuri hatahitaji kupewa antibiotics. Tunaelewa, tunaelewana mama mtu eh? yeah. na ili uweze kumfanyia usafi vizuri hakikisha una nunua deto ya maji unachukua kifuniko kile cha deto unaweka ndani ya beseni, unaweka maji ya uvuguvugu, unamkalisha mwanao asubuhi na jioni kabla ya kumwogesha. Akishakaa pale kwa muda wa dakika kumi mpaka kumi na tano, unamsafisha kwa kidole chako tu, wala hahitaji kuvaa gloves wala nini, sawa eh? kwa umsafishe na deto mle ndani. Baada ya kumsafisha, kimekuwa kisafi, yale maji ya deto unamwaga, unamwogesha kawaida. Baada ya kumwogesha unampakaa dawa yako hiyo ya Silverex. Tumeelewana vizuri eh? Kwa hiyo maelekezo haya ni muhimu, vinginevyo ukishindwa kumfanyia usafi mwanao vizuri, utamrudisha hospitali, unaambia kile kidunde kinatoa harufu au kinatoa usaha. Sawa. Ukizingatia usafi, hilo jambo hatutegemee kuliona kwa yule mtoto tutakayemshona. Yeye tutakachokifanya tutamfunga gozi kwa siku ya leo na leo hii ni siku ya jumapili tutakuomba siku ya jumanne umrudishe hospitali sio lazima hapa hospitali yoyote ya jirani yako sawa eh? ukifika pale hospitali wambadilishe lile gozi siku ya jumanne lakini pia tutakuomba umnunulie amoxicillin ya kunywa sawa huko huko ulipo umnunulie nini Amoxicillin. lakini tutakachokiomba kingine kama atakuwa na maumivu aidha huyu akipira au huyu ambaye ni wako shona unaweza ukampa paracetamol yani panadol, sawa eh? Kwa hiyo tukifanya hivi, huyu mtoto tunamtarajia kwamba ataishi kuwa amani na salama kwa uwezo wake Allah. Baada ya maelekezo hayo ya Dkt. Mwimbe Juma, sasa tukazungumzie moja kwa moja na wazazi wao, wanasemaje kuhusiana hichi ambacho wamekisikia. Nimemfahamu vizuri maelekezo aliyotupa. Eh, kwa watoto watakaofanyiwa kwa njia ya kufungwa kipira na watakaofungwa bande jile, nimemwelewa. Nilisikia sikia mashindano ya Qur'ani e, pale Sheikh Nurdin Kishki alipotangaza atafanyia tohara watoto elfu moja ahadi imetekeleza, alhamdulillah. Tunaombea kwa Allah azidi kutekeleza na kutekeleza, au azidi kuapa umri mrefu dua njema, nivomwelewa kwamba akishafanyiwa matibabu baadaye, kama hakojoi nirudi kwenye kituo husika, ila baada ya kukojoa kwenyewe ina maana apate maji ya kunywa kutosha na nini, sio tu kwamba akojoi tu moja kwa moja. Umeona eh, maelekezo niliyoyapata kwa ndio wanukuu. Nitakupa hongera na Allah pia kuwafuatilia baraka katika harakati zao zote wanazozifanya. Na mtazamaji, sasa tutaona na ndugu yetu Idi hapa, yeye ndio mratibu katika siku hii ya leo atatuambia utaratibu mpaka sasa hivi ukoje, idadi ya watu ambao wamejiandikisha mpaka sasa inasomaje? Tumeamua tuwaandike watoto kama watoto, sio wazazi. Kwa hiyo atakuja mzazi hapa, tutamuuliza na watoto wangapi. Akiwa na watoto kumi, tutaandika ile idadi ya watoto ili tuweze kujua tumewafanyia watoto wangapi. Shukuru kwa huduma kwa sababu huduma kama zinafikia katika jamii, shoti watoto kama wanapata kama sunna, tunashukuru kwa sababu vijana ni wakwetu, na nyinyi mnaopitisha hii huduma inakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu mfano kama mimi asubuhi nilienda hospitali nilihitajika nitoe elfu sabini kwa ajili ya mtoto asikamsishanio kwa sababu nimefika hapa, kuna mtoto amenelekeza hapa, lakini namshukuru Mungu watoto wamefanyiwa tu bure kabisa. Kwa hiyo ofa umeisikia leo, yani leo umeelewa. Na, na leo ulikuwa umepanga kumfanyia mtoto wako? Yani leo asubuhi nimeenda paka kwa daktari, lakini ikawa bei juu lakini namshukuru Mungu kwa kuwa sana imepita heli. Mwenyezi Mungu ajalie kusema kweli, kituo cha nane kati ya vituo ishirini na mbili ambavyo vinatarajiwa kufanywa zoezi hili la tohara leo. Katika kituo hiki cha Mikwambe, zahanati ya Mikwambe, zoezi limemalizika. Alhamdulillah, leo kidogo eh, bado jua halijazama na shughuli imeisha. Tuko na Dr Mwimbe Juma atatuambia leo zoezi lilikuwaje, lakini pia siri ya kumaliza mapema Ukiangalia namba ni kubwa kidogo, lakini bado jua e, halijakuwa na machweo, lakini tayari shughuli imeisha. Nadhani ni kwa sababu tuliwahi pia kufika, tumewahi kufika na tukaanza mapema, imekuwa uh, sababu ya sisi kufanya watoto wengi, lakini kwa, kwa muda ambao ni mzuri. Mpaka sasa hivi saa kumi na moja na nusu hii tunamaliza uh, tumefanya watoto takriban sabini. Alhamdulillah, kwa tunashukuru kwa ushirikiano pia tuliopewa na wafanyakazi wa hapa O katika vituo vituo vingi, of course, tunapata ushirikiano mzuri, lakini hawa hapa nadhani wamekuwa ni zaidi kwa sababu wamekuwepo wengi na hawajatoka kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa tunashukuru sana, hawa watu wamkwam kweli wamefanya kazi nzuri sana. Okay, zoezi hili linaendelea, tunaona namba inazidi kusogea tukijaribu kuhesabu off mic hapa, tunaona tayari ni 600 na wameshafika mpaka sasa hivi. Tukiangalia 1000 imebaki idadi ndogo, maana tuliofanya ni wengi kuliko ile idadi iliyobaki katika yale matarajio. Aha, ni kweli tuliofanya ni wengi kuliko idadi ya matarajio na mpaka sasa hivi ukiangalia ukipiga hesabu ya wastani wa kila kituo ni watoto kati ya sabini mpaka sabini na tano kwa kila kituo kimoja. Kwa ni watoto ambao ni wengi sana na uh, ukienda kwa idadi kama hii kwa vituo vilivyobakia vili maana yake tuta, tutaweza kuwafanyia watoto zaidi ya 1600. Uh, kwa hiyo ni kitu ambacho uh, hatujui tufanyeje kwa sababu of course witikio ni mkubwa, wananchi ni wengi, watu ambao wana, wana uhitaji ni wengi, kwa hiyo na vituo bado ni vingi, kwa hiyo unashindwa useme, sasa ikifika elfu moja ndio tutakatisha au vipi? Tutazungumza na Alhikma tuone ni na namna gani ambavyo wanaweza wakalishughulikia hili inshallah. Kila mawio yana machweo Kukicha kutakuchwa na kukuchwa kutapambazuka tena. Alhamdulillah, leo ikiwa ni mara ya kumi tangu tuanze zoezi hili katika vituo takriban nane ta ambavyo tayari tumezunguka mpaka hii leo, zoezi hili nalo limemalizika hapa katika zahanati hii ya Mikwambe. Ilikuwa sio shughuli ndogo, lakini alhamdulillah, tangu asubuhi mpaka nyakati hizi ambapo jua muda si mrefu tunataraji la kwenda kuzama, ndipo shughuli hii imemalizika. Na leo kwa maelezo ya Dokta Mwimbe hapa umeweza kusikia watoto takribani sabini wameweza kufanyiwa suna katika siku hii ya leo peke yake katika kituo hiki peke yake cha zahanati ya Mikwambe. Mpaka jana namba ya watoto ambao tayari walikuwa wamefanyiwa suna ni 547. Kuongezeka kwa watoto sabini leo katika kituo hiki tayari inafanya, katika vituo vyote nane ambavyo tumezunguka mpaka sasa tayari watoto 617 washafanywa washafanyiwa suna. Hapa nazungumzia kituo cha Yombo, kituo cha Buza, kituo cha Charambe, kituo cha Tandika, kituo cha Mbagala kuu kituo cha Kijichi, kituo cha Tuangoma na leo hapa Mikwambe, vituo vyote nane, watoto mia sita kumi na saba waliokuwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu wameweza kufanyiwa sunna. Kumbuka idadi ambayo ilitangazwa ilikuwa ni elfu moja, lakini sasa unaiona elfu moja inakaribiwa katika hali ambayo bado vituo vingi tu vimesalia. Idadi ya vituo tajwa ni 22. Ndio kwanza leo ni kituo cha nane, lakini namba ni 617. Itakuwaje? Tutawafahamisha wote. Asante kwa wote ambao walikuwa nasi, lakini shukrani pia kwa Al Hikma Foundation kwa kuendelea kutoa faraja kubwa sana kwa wananchi mbalimbali, wananchi wengi sana katika kitu ambacho tukifahamu, kwa baadhi ya maelezo, wazazi wengi ambao wamefanyiwa suna katika vituo mbalimbali wenyewe wakisema asilimia kubwa ya watoto ambao wanafanywa suna wengi wao ni yatima, ingawaje wapo pia ambao si yatima. Unaweza kuona ni jambo namna gani linavuta hisia eh, kwa namna kubwa sana. Mimi sina la ziada. Nyuma ya kamera ni Omari Salum Ng'anga, mimi ni mwana wa Maalim Mashi. Kituo kinachofuata wiki ijayo inshallah, Jumamosi na Jumapili tunatarajiwa kuwa pale katika kituo cha e, maeneo, cha manzi na Mbande. Kituo kinachofuata tarehe 24 mwezi wa tano, zahanati ya Chamanzi tarehe 25 mwezi wa tano, kituo cha afya cha Mbande. Ewe mzazi au mlezi, mwandikishe mwanao sasa katika kituo kilichotajwa kilicho karibu nawe ili asaidiwe. Kumbuka zoezi letu hili ni bure na halibagui mtu kwa dini yake wala kabila lake.